Watazamaji pendwa katika channel pendwa hii ya Safari ya Afya. Leo Dr. Lucas hapa amewaletea vitu vinavyoweza kusababisha mtu kuweza kupoteza kusikia. Ama ni vipi vinasababisha ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kushindwa kuweza kusikia. Kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tu wa kwanza kupokea taarifa zetu pale ambapo tunakuwa tunazi upload mara kwa mara. Kupoteza kusikia au upotevu wa kusikia ni hali ambayo mtu anashindwa kusikia vizuri sauti au hata kupoteza uwezo wa kusikia kabisa. Kuna sababu mbalimbali zinazoweza mbali, kusababisha hali hii. Tunaweza kuzigawa katika makundi makuu matatu. Tuanze katika makundi haya, kundi la kwanza ni sababu za kimaumbile au kijeni, ama <laughs> kwa lugha ya kigeni tukiita genetic or congenital causes Kuzaliwa na tatizo la kusikia baadhi ya watu huzaliwa tayari na matatizo ya kusikia kutokana na matatizo ya kijenetik maambukizi wakati wa ujauzito. Kama mama alikuwa na magonjwa kama rubella au syphilis wakati wa ujauzito, mtoto anaweza kuathirika na tatizo la kusikia. Namba mbili, sababu zinazopatikana baada ya kuzaliwa, ama tukizita acquired causes, maambukizi ya, ya sikio la kati Otisist media, hii ni tatizo la kawaida sana kwa watoto na linaweza kupelekea upotevu wa kusikia endapo halitoweza kutibiwa kwa mapema sana. Meningitis ama uvimbe wa ubongo inaweza kuathiri neva ya kusikia. Hata pia majeraha madogo madogo kama kugongwa kichwani au sikio, ajali au kupigwa kichwani kunaweza kuathiri sehemu ya sikio au neva ya kusikia. Kelele kali kwa muda mrefu, kama vile kelele viwandani, bunduki au mziki Kali hizi zote zinaweza zikapelekea huweza kuathiri kwa isikio mtu kupata shida ya kusikia vizuri. Pia ikumbukwe, matumizi ya dawa, dawa zingine huweza kuathiri usikivu kama zikitumiwa vibaya bila tahadhari, mfano dawa za malaria kama kwenine baadhi pia ya antibiotics kama gentamins. Dawa hizi huweza kuleta madhara pasipo mhusika mkuu kuweza kupata ushauri kutoka kwa wataalamu. Pia hakuzee kama age related hearing gross, kadri mtu anavyozeeka uwezo wa kusikia hupungua taratibu. Hii ni hali ya kawaida sana kwa wazee. Namba tatu, hii ni pamoja na mambo mengine ya hatari ama risk factors: matumizi ya vifaa vya kusafisha masikio kama vijiti earbuds. Vinaweza kusukuma nta ndani zaidi ya kuzuia kusikia. Sasa kuwepo kwa nta nyingi kwenye sikio, mara nyingine mtu hawezi kusikia vizuri kwa sababu ya nta kuziba sikio. Shinikizo la damu au kisukari, magonjwa haya huweza kuathiri mishipa ya fahamu, ikiwa ni pamoja na ile ya kusikia. Kupoteza kusikia kunaweza kuwa la muda mfupi au la kudumu. Ni muhimu mtu a kapata dalili kama kupungua kwa usikivu aende hospitali mapema kwa uchunguzi wa matibabu. Kingani bola kuliko tiba. Epuka kelele kali, tumia dawa kwa ushauri wa daktari, na linda afya ya masikio yako. Hivyo, kwa taarifa zingine pendwa za kielimu kuhusu maswara ya afya, usisite kuendelea pakuwa video zingine pe ambazo tunakwatunaziaprodi mara kwa mara, lakini cha msingi husiache kubonyeza neno sbsribe kubonyeza ya kengele ku like na kushare kwa watu wengine ili waendelea kujifunza. Ulikuwa nami Dr Rukas katika chaneli pendwa hii ya Safari ya Afya, tukutane tena wakati mwingine.